Hivi uliwahi kusikia historia au hadisi ya Bermuda Triangle? Hmm, umeshangae eh? Hadisi ya Bermuda Triangle ni moja ya mafumbo makubwa ambayo hadi leo hayajapata majibu ya moja kwa moja. Inasemekana eneo hili kati ya Bermuda, Puerto Rico na Florida inahusishwa na kutoweka kwa meli na ndege kwa karne nyingi. Ni kurudishe miaka mia sita iliyopita, mnamo mwaka 1492 Christopher Columbus alipokuwa safarini baharini, aliona mwanga mkubwa angani na dira yake ikaanza kufanya kazi isivyo kawaida. Baadaye aligundua kuwa alikuwa akipita kwenye eneo la Bermuda Triangle. Umeshangaa pia wanasayansi eh? Leo hii wanaamini huenda mwanga huo ulitokana na tukio la kiasili kama kimondo au mabadiliko ya uga wa sumaku, jambo lililoathiri bila yake. Hmm, umeamini hapo. Kwa miaka mingi, visa vingi viliripotiwa, ikiwemo meli ya SS Cotopaxi iliyotoweka mwaka 1925. Ingawa tukio hilo lilionekana la ajabu zaidi, uchunguzi wa baadaye ulionyesha kuwa meli ilizama kutokana na makosa ya kibinadamu na hali mbaya ya hewa na si nguvu za ajabu. Lakini pia kulikuwa na matukio ya ndege kupotea, kama mfano wa marubani wa mwaka 1945 na safari ya rubani Bruce Gernon wa mwaka 1970 ambapo aliripotiwa kupita wingu la ajabu ambayo iliripotiwa kuharibu chombo chake na kumfanya kufika haraka kuliko kawaida. Wataalamu wanaamini matukio haya yanaweza kuhusishwa na shughuli za jua, upepo na sumaku, na mawingu makubwa ya dhoruba, lakini kwa ujumla, ingawa Bermuda Triangle inaonekana ya kutisha, matukio mengi yana maelezo ya kisayansi. Hata hivyo, bado kuna maswali machache ambayo hayajapatiwa majibu kamili.